Hello, watu wa Mungu, karibu hapa RFK TV online. Naitwa Madam Glory Basuta. Watu wa Mungu, karibuni katika kipindi changu cha Sauti ya Faraja ambacho kinakuwapo hewani kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa hapa RFK TV online. Mtu wa Mungu, na kuomba usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare hii video kwa watu wengine, ili kila mtu aweze kujifunza maneno ya faraja kutoka kwangu. Watu wa Mungu, mara nyingi sana unaweza kukutana na watu akawa amekumbwa na pepo fulani, yuko na roho mbaya fulani, lakini huyo mtu ukiangalia huko nyuma wala hakuwa na tabia hizo, hata mwenyewe anajishangaa sijui amezitoa wapi hizo roho, lakini unapoendelea kumwombea, ndipo ambapo unaweza ukajua kuwa hiyo roho kumbe aliitoa katika nyumba fulani. Watu wa Mungu, leo nimekuja na somo na wasema, kabla hujatua mizigo yako, hebu ombea iko chumba Jofikia, watu wa Mungu, tunasafiri kikazi, kifamilia, tunaenda sehemu mbalimbali, tunafikia katika hoteli au nyumba za kulala wageni mbalimbali ambazo hatujui nani aliyojenga, hatujui nani anayemiliki, hatujui hata nani waliolala kabla yetu, sisi hatujafika kulala katika maeneo yale. Sa kumbe kuna baadhi ya watu wengine walienda pale kulala, lakini wakiwa na roho mbaya. Kuna wengine utakuta wana roza uzinzi wana magonjwa mbalimbali wana, wana uchoyo wana vitu vingi vibaya vibaya vibaya. Kwa hiyo mtu wa Mungu, utakapofika katika hoteli yoyote, kabla hujashusha mizigo yako, hebu ombea katika chumba hiko. Mwambie Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya kunipa chumba hiki kufikia mimi mtoto wako. Omba toba kwa ajili ya chumba hiko. Omba toba kwa yote ambayo alifanyika mabaya ambayo hayampendezi Mungu wetu. Omba toba kwa yeyote ambaye alielala pale, aliweka roho zote mbaya ili kuwatega watu wote watakaofika katika chumba kile ili ziwakombe. Omba toba, jisafishe kwa damu ya Yesu Kristo. Mwambie Mungu, ninakuomba unilinde na mabaya yote ambayo yako katika chumba hiki, ili wewe utakapoondoka, hayo mapepo yote maroho yote yasiweze kuondoka na wewe, yasiweze kwenda katika familia yako, yasiweze kuleta shida na magonjwa mbalimbali yote, yote, katika familia yako. Yasiweze kuleta shida na Mtu wa Mungu, kabla hujatoa mizigo yako, hebu ombea katika chumba hiko, ombea kitanda, ombea bafu utakaotumia, ombea e, kiti katika chumba hiko, ombea kila kitu, nyunyiza damu ya Yesu Kristo, ili iweze kusaidia. Kwa nini? Ni kwa sababu maisha tunaishi hapa, maisha ni ya kiroho sisi wa mwili tunaweza tusione, lakini kiroho, katika ulimwengu wa roho kuna vitu vingi sana vinatendeka, ambavyo shetani mwovu anapanga kuharibu watu wake. Kwa hiyo unaweza ukawa wewe umefikia katika chumba hiko, aujui ili wala nili, lakini unapoondoka utashangaa, unaondoka na roho ya uasherati, utashangaa unaondoka na roho ya uzinzi, unashangaa na magonjwa na kupata mikosi, laana mbalimbali. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kabla hujashusha mizigo yako, hebu ombea chumba hiko. Kabla hujashusha mizigo yako, hebu ombea chumba hicho, na mtu wa Mungu. Baadaye sasa, umemaliza umekaa katika hoteli hiyo au katika nyumba ya wageni, siku mbili tatu, ngapi, siku ile unaondoka, usiondoke kukurupuka tu, kubeba mizigo yako na kuondoka. Hebu mwambie Mungu pia, Mungu, ninaondoka katika chumba hiki, kama ambavyo mwanzo nilivyokuja nikakuomba, unilinde na mabaya yote, unilinde na roho zote mbaya na kuomba Mungu wangu pia ninavyoondoka hapa zile roho zote mbaya zisipate nafasi katika maisha yangu. Yamkini kama zimekuja katika nguo zangu au katika mafuta ya nilikuwa najitumia au katika sio viatu vyangu vimeingia kokote ambavyo vilikuwa vimejificha visipate nafasi ya kuondoka na mimi. Yaani uviache katika chumba iko iko tena ikiwezekana viseto na kuvitupa kuzimu visipate nafasi tena, visipate nafasi ya kuamka tena mtu wa Mungu. Kabla hujatua begi lako, hebu ombea chumba hiko. Utaona jinsi gani ambavyo utakuwa na maisha yako yakiendelea kuwa kama ambavyo upo siku zote, utakuwa mtu wa baraka siku zote. Kwa nini? Kwa sababu unajitenga, unajirinda na vitu vibaya ambavyo viko katika kuharibu maisha yetu. Mtu wa Mungu, kabla hujatua begi lako, hebu ombea kwanza chumba hiko. Asanteni sana. Ulikuwa nami Madam Glory Basuta katika kipindi changu hiki cha Sauti ya Faraja ambacho kinakuwa kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa. Na kuomba mtu wa Mungu usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare hii video kwa wengine ili kila mtu aweze kujua, aweze kujua nini anatakiwa afanye akifika katika vile vyumba vya kufikia wageni, akifika katika zile hoteli. Asanteni sana, nawapenda. Na Mungu anatupenda siku zote.